ya vijana katika kaunti mbalimbali waliitikia wito wa serikali ya kujisajili katika mpango unaodhaminiwa na serikali wa Nyota, ukilenga kuwanufaisha kibiashara. Kwa mujibu wa katibu wa uchumi samawati, uh, Betsy Njagi, ambaye alikuwa katika eneo la Chuka kwa shughuli ya ukaguzi wa waliojisajili wali takriban vijana elfu tisa wame wamejisajili. Kadhalika, Betsy amesema serikali haitarudi nyuma katika mpango wa kuwapa vijana usaidizi ili kujikimu. Kaunti zingine ambazo kulishuhudiwa idadi kubwa ya vijana ni pamoja na Embu na Kirinyaga. E, tumekuwa katika hii shughuli ya validation ya wale watu wameapply business support katika program ya Nyota and the Nyota program it's a 5 year program ambayo itakuwa ina run kila mwaka this component, tukua tunataka vijana sabini kila ward, tutawapatia 50000 hapa Kirinyaga Central, tuko zaidi ya watu elfu mbili ambao wamekuja siku ya leo and from now tutawafanyia selection and then there will be done training and mentorship ili vijana wa waweze kupata pesa ya kufanya biashara. Today we were expecting over 4000 youth here in um, Manyata. So we uh, are still they are still coming in and you can see the queues are still long. So we are hoping we'll be able to clock uh, the number that we are expecting. We are expecting um, 70 young people uh, per ward. So in Manyata we have six constituencies. So that's 424 zingine mingi, ju hizi project zinatuempower sana vijana wana kazi sai. Hii pesa itatusaidia sana, na ningeomba kila mtu mwenye ametumiwa message kusikue na shortlist nyingine. Kila mtu mwenye ametumiwa message hiyo pesa aweze kupata, ntanzisha biashara. Itaweza nisaidia mpaka nisaidie pia kwa familia yetu, na pia kwa maisha yangu. Na pia tumeshukuru kwa kuanzisha hii project, kwa kuwa tunatarajia tutapata hiyo pesa ili tusaidie kwa, kwa kunini kuinvest. Tumeshukuru sana.